Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu wa Islam, ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu hasa ndani ya mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani, ambao ibada zinazidi kuwa nyingi kwa waja. Allah atutakabalie sote. Wametuhusia waja wema waliotangulia, walikuwa maswahaba wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasalama, wanapotekeleza ibada wao walikuwa hawajifaharishi kwa ibada zao walizozitekeleza, bali walikuwa wanazitekeleza na huku wakiwa na hofu kuwa pengine hazikupokelewa, tofauti ya wengi ulimwengu wa leo. Ninakuhusia ndugu yangu Muislamu, okopa sana kujifaharisha kwa ibada yako, maana wako tayari wale ambao wameanza kusema, tumesali kumi na mwanzo, tumesali tarawee zote, tumefunga zote, tumetoa sana Kumbuka, kuna kutoa na kupokelewa ni vitu viwili tofauti. Sisi tunatekeleza tukiwa na matarajio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatupokelea, lakini tusijifakhirishi kwa hilo, kwa sababu yaweza kuwa sababu ya kuja kutuvunja nguvu na kujiona kwamba tumemaliza. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mungu amridhie, sahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Lau alimtu an allaha qabila li walau rakaatan wahida latamannaitu lmauta, anasema laiti ningelijua, ningenifahamu kwamba Allah subhanahu wataala amenikubalia na kunipokelea rakaa yangu moja katika sala zote nilizosali, ningetamani nife, kwa sababu hiyo moja ingeenda kunitetea mbele ya Allah subhanahu wataala. Huyu ni swahaba anahofia kwamba labda pengine sala zake hazikupokelewa. Tuwaigie hao, tuzidishe juhudi tumwabudu Allah subhanahu wa taala kwa ikhlas. Hapana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama vile tumemaliza, kwa sababu Uislamu unatizama mwisho, Uislamu hautizami mwanzo. Kasema Mtume Muhamadin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, hakika matendo yanayozingatiwa na dini yatakayomfaa mja ni yale ya mwisho kunako uhai wake. Namuomba Allah subhanahu wa taala tujalie sote matendo yetu mema ya ikhlas, ndiyo yagubikwe kabisa mwishoni mwishoni wa maisha yetu. Allahumma amin.